Fika ndani ya neema ya uokovu, kuna changamoto wapendwa, ule uokovu wa kuhubiriana ya kwamba ukishaokoka mambo yote yameisha. Mimi nataka nikwambie ukishaokoka, umetangaza vita. Hii ni vita, uokovu ni vita, na Yesu akasema, msidhani ya kwamba nilikuja kuleta amani duniani, bali nilikuja kuleta moto, nimekuja kuleta upanga. Kwa maana binti na mamae watakuwa wamefitinika, mkwe na mkwe, mtu watakuwa hawako sawasawa watakuwa tayari wameshafarakana na mamae watakuwa hawaelewani. Haya yote ni kwa sababu ya neema ya uokovu. Kwa nini? Kwa sababu dunia inapokutazama mtazamo ulioko duniani leo ni kwa waganga wa kienyeji, kwenye mafuta ya upako na maji ya upako, ni kwenye keki na maandazi wanakimbilia leo, wanatafuta leo, hawataki kuomba tena. Wakristo hawataki kusimama kama Gideoni akimwambia Bwana kama wewe Mungu wa mbinguni unanituma, ya wapi yako wapi matendo yako makuu? Hata wewe unaweza ukamthibitisha Bwana, kwa kumwambia Mungu wa mbinguni, katika hii changamoto nataka nikuthibitishe leo.